Kazi yangu sela, mpaka mama kachoka. Kila siku waviishi vibweka usela kutwanashikapanga ukinizingua mikwangusha. Umefurahi sana hiki kilichotokea? Umeridhika? hatuna kazi. Aya sasa so, tunatimizaje ndoto zetu? We ndoto yako ilikuwa ni kunioa mimi, na mi ndoto yangu ni kuolewa na wewe. Aya ndo kazi tushakosa, tunafanyaje hiyo shughuli sasa? Yaani mi sijui we ukoje, alafu kila mara wee ndo unayesababisha matatizo. Hebu nisikilize, unajua, toka nilivyokuwa nakuja nimenyamaza kimya eh, nilikuwa natunga sheria, sawa Yaani ona, nimenyamaza kimya, nimekaa sija kujibu kitu chochote, bado unakuwa na maneno maneno kibao. Kwanza ile kazi mimi nimeshaona ya uchungu kwa upande wangu, kwa sababu wewe na yule bosi, nimeshaona mna viini vya macho vinaingiliana, kuna shadow inatazamana wewe na yeye, nimeshaona kabisa pale kuna jengo la upendo lilikuwa linajengwa timilifu, umeona? Kwa sababu nimeshaona kabisa wewe na yule bosi na chembechembe chembe hai za upendo. Hivi unajisikia unavyosema we? Hivi mimi ningekuwa na mahusiano na yule bosi kule, kwa nini asinge kufukuza kazi we? Mi akaniacha kwani katufukuza kazi yote? hivi ukai ukajiuliza, wee. Sasa hivi mimi nakwambia, unaanza kusema mimi na mahusiano na yule bosi? Kisofa kisofa, tafadhali. Sawa, unajua hali kabisa ya nyumbani kwetu. mimi nilikuwa nafanya kazi na we ufanye kazi tupate pesa ili tufanye shughuli yetu sisi wenyewe kwa amani. Unaijua familia yangu, baba yangu mimi pale ndani hana anachonunua chakula chenye mimi mpaka nenda kumuomba shangazi yangu la kula. Na sio hivyo tu, kuna muda mimi nashinda hadi njaa, babangu anipi hata shilingi moja. Zaidi tu babangu anakuja kule guest na vitoto vidogo, vibinti vidogo. Ah, usilalamike sana. Sawa? Yaani usije ukakaa ukanipa mimi lawama, ukaniona mimi mikosi. Hata ule pale jamaa na mikosi. Halafu ule jamaa unajua na kazi yake ile ya mikopo ile, kazi yenyewe hata nani haina. Eh, mkataba mkataba maneno! Wewe hapo kuna kazi hapo, kazi unakaa leo juu, kama unakula tambi kazi, hata ukichelewa sekunde tayari maneno. Kwa hiyo kipenzi changu, tusiwape faida watu hapa, tuko babalani, tutafutane, tukae sehemu tuongee, sawa? Ondoa wasiwasi, mimi ndo mwanaume. Ah, niachie mimi jukumu hili, nitapambana. Sawa? Alafu usione kama mimi sikupendi, mimi nakupenda, na ndo maana nina wivu na wewe, sijui umenielewa, sijui umenipata na katika masuala vulamikalamika njayo mimi mwenye siilewi hapa, pangu pakavu pia mchuzi geto, kuna maji pale, nataka nikasukumizie kwa nipate akili mpya, si umenielewa? Tabasamu hapo. Je, umefurahi? Haya bwana, nimefurahi hmm. Ngoja mimi niwae nyumbani uh -huh. Ila usiende kinyonge, kipenzi changu ah. Twiga yangu huyo, konga nje ikuza alafu awe ni ajira, ajira. Wananionaje mtu kama mimi wananchukuliaje? Kuzaliwa mwanaume kausela no, paka mama kachoka kila siku waviishi vibweka usela kutwa na shikapanga. Ukinizingua mikwangusha ya bananga, ndio hivyo. Yani umependeza kiukweli, umependeza sana kigauni chako ulichokivaa. Umejipanga na mtoko kidogo anaaiaple uwando, nakusubiri pale, napitia huku napitia huku, sawa? Sawa, hamna shida. Haya. Unajua Devi, mwanangu mwanangu, sasa hivi ana matatizo na ukiachia biashara zangu zingine, jicho langu sasa hivi liko kwenye pikipiki ambao nimekukabidhi wewe lakini sasa naona wewe hata sikuelewi, kwa kweli hesabu zako zinakuja tofauti kabisa eh? kama jana, ilikuwa uleta hesabu ukaonekana kabisa ah, leo unakuja na pesa nusu eh? Hapana mama yangu, si kwamba nafanya kwa makusudi. Nadhani hata wewe mwenyewe unajua kuwa mama yangu ni mgonjwa na pia umri wake umekwenda, na natamani pia nilete hela yako yote kamili, so pungua hata senti lakini kuna muda nakosa, nakuta napata shilingi elfu kumi na mbili. Pesa hiyo hiyo inanibidi ni gawe mara mbili. Mi najua tatizo la mama yako, usifikiri mimi nashindwa kunyang'anya pikipiki hapana piki, lakini nami nakuonea huruma. Najua tatizo ulikuwa nalo mwanangu, ila jitahidi, tubebane hivyo hivyo. Sote tuna matatizo, tubebane katika hali zetu hizi hizi, mwanangu. Sawa mama, ningeomba leo nipe muda, nitapambana kisha kesho italeta sababu kamili. Sawa. Sawa. Wanafiki tu. Nimeshatambulishwa hiyo shoga ke mama. Shoga ke mama. Wanachelea kufika? Jamani. Umeniambia kwamba nitoke bila mama kujua, na ndo nilichokifanya. Mkwe hajajua chochote. Hajajua chochote. Safi. Sasa hapa. Aku karoji yako so, <laughs> <nashila. laughs> <laughs> <laughs> ah, <laughs> si kana garden hivi sema ambapo unapatikana juisi bia bia kidogo na nini. Sasa nilikuwa nataka twende pale tukazungumze kwa kina, haraka haraka bwana. Nishatambulishwa hiyo shoga ke mama. Vipi mpenzi wangu? Mbona tangu umerudi uko kimya tu? Siku ya leo una shida gani? Na unaonekana uko kwenye hali ya mawazo. Changamoto ni nini? Acha mpenzi wa, nimejitahidi kujitetea sana kwa bosi, na bosi anaonekana apeni sana itabia yangu. Ili yote tu maisha yetu yende vizuri. Na pia bosi anahitaji hesabu yake, na hapa nilipo sijakamilisha kabisa. Na nakuelekea, anaanza kaninyang'anganya pikipiki yake. Kwani mwa bosi hesabu yake ni shilingi ngapi? Hesabu ya bosi kwa wiki ni shilingi 45. Na unajua pesa tuliyopata nyingine tumelipia kodi. Yaani, hapa zaidi iliyobakisha tano ni shilingi 25 tu.

Hata hivyo, pikipiki nilimwachia dai waka mudi. Mimi nilirudi nyumbani tu kwa ajili ya kumzisha kichwa changu. Sawa. Basi ngoja nipeleke. Kazi yangu sera kichwo, mama kachoka. Kila siku vibweka vipweka usela kutwa <coughs> na <coughs> shikapanga. Ukinizingua mikwangusha ya bananga. Ndio hivyo. Ni uzurimekutananay nimekuja naye pumziki. Yaani, hivi viti vyote vimewekwa kwa ajili yako, mimi namjua po. Po. <laughs> Bwana koo ah, na wana koo na nmango anayaweza sasa, huyu bwana mkubwa ana mazungumzo anamzungumzo na wewe. Anataka kuzungumza na wewe Sikuwa pata mkuja pale nyumbani, sikuwa kuna vitu gani vime usabusa kwenye moyo wake, kasema, oh, mimi nataka niongee na huyo shoga yake mama yako, kasema basi sawa, nafasi itapatikana. Kwa hiyo leo, nimetafuta nafasi, nikasema sema niwakutanishe. Kwa hiyo mazungumzo yote yapo kwa huyo. Mimi kazi yangu ni kukuleta tu, lakini nitakuwa nimekaa pale. Kwa hiyo pale nima ungezeni nitakapomaliza, mimi nitabidi nitoke pale, na nimsindikize u nyumbani. Kama nilivyopanga, nima yeah. Nimwambia usimwambie mama kwamba, <laughs> unatoka. Akasema dua haina noma. Kwa hiyo mwisho wa siku, ndo nimekuja naye. Haya, mbaki salama. Sawa, hakuna shida. Usiniangushe sahiba yangu, toka nitoke. Nimesoma naye shule ya msingi mpaka sekondari. <laughs> Niko <Miku> hapa jamani. <coughs> Ana vituko sana huyo. Karibu. Asante. Unajua, wewe ni mwanamke mrembo sana, ambaye kila mwanaume akikutazama lazima atavutiwa na wewe. Kwa binafsi nilivyokuona tu, nitamani sana kuwa karibu yako. Kiufupi nakupenda sana Batuli kunipenda yeah. mm. Sawa, lakini nitakujibu kwa wakati mwingine. <sighs> Nasikia usio na wasiwasi. Kisoda ni rafiki yangu sana, kama alivyokwambia nimesoma naye toka primary mpaka hapa. Kiufupi ananiamini sana, kwa hiyo kuhusu hilo sijali. Uh, sijui inaweza nikapata namba zako za simu kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Nipe namba zako. Alafu mimi nitakutafuta. Sure. Okay. Haya namba ni kuacha. Okay. Labda nikuagizie kinywaji. Hapana, kwa leo.

Nitarudi mwenye kuja kukota. Kazi kubwa hii. Poa poa. Kwa ghafla, kumbe mitego. Ila ndo hivyo, nishatambulishwa huyo shoga ke mama. Sani tafanyaje? nishatambulishwa huyo shoga ke mama. Ila ndo hivyo, nishatambulishwa. Subiri, ngoje nikupelaza kidogo. Aine, sane, sane, wezombi. Wanyaku, haujui zumuni la barua hii baba. Mi nakusikitikia sana tena. Wewe inaonekana baba kitandani huna maajabu, kwa sababu ungekuwa na maajabu mkeo asinge kuchichi akaenda kutembea na vizee vizee vya miaka 60, huko tena. Kizee chenyewe kinaonekana kinayutiai sugu, kinakaswende na utapia mlo, ndo kinachotembea na mkeo. Baba we unahangaika unamwangaikia mwanamke anaenda kuliwa kiulaini. Ah, Mungu huyu. Baba, mkeo unamjua na kidogo atapeliwa hiyo elfu ishirini, mi ndo nikamsaidia kile kizee nilikichukua mikono, nikakituliza kwenye kifua, nikakaambia mzee, nitakupiga busu. jaribu jaribu jaribu jaribu

Kila si bishi, bweka, sasa umesikia hatuwezi la... kufata kuta... watu kwenda nyumbani, wepita hivi napita hivi sawa, ana kitako, lakini mtongozi hapo mjinga freshi ashamkubalia hiyo. Naenda kujifededa, shoga yake mama analiwa kijinga. <laughs> Nitafanyaje mimi? Naitwa Maganga Ijangala Andrew, ni mtoto wa mwisho kwenye ya familia ya Mzee Andrew. Pia mimi nina meno thelathini mawili, yaling'oka yaling'oka zumuni la barua hii Aje, mzee mkao, maana mimi kwa kweli nimekupenda. Yani mimi ukimtoa mamangu mzazi unafuata wewe. Wewe kipindi sagodi anakuumba alizishusha nguchuo zingine afu akakufanya wa mwisho, huyo kutana Maganga mungu huyo nafu kinge cha mwisho siwezi kushibia. Haya, i say, yani siju leo, yani si hata na mkosi gani uko nilikotoka mazonge, nafika hapa nako mazonge. Hivi wewe umejiangalia kweli? Ukijiangalia juu mpaka chini, unaadhi ya kuwa na mimi? Unahisi mimi na wewe tunaweza tukaendana kaka? Tuheshimiane sasa. Ishi wewe mpuzi, ni wewe! Wewe uendane na mimi? Wewe una nini kwanza? Wewe mtu mwenyewe unaenda kushoto, unaenda kulia, kalio huna shepu, huna, upo kama nyoka. Wewe ni binadamu gani? Huna shepu, wewe ni nyoka, miguu yenyewe miembamba kama ufito wa nyongeza